Kwenye reli wa... sio mara moja, mara mbili, mara tatu tutacheza mechi ya charity tarehe tano mwezi ujao Morogoro. Mm, timu Kibwana inahitaji huduma yako. Haina shida, nishasajiliwa timu ya Kibwana. Kibwana ni ya wanaume, mimi ndio head coach, kwa hiyo inakuwa ina wachezaji wa timu tofauti tofauti, hatuchaguagi wachezaji mimi, mtu ambaye anaweza kugusa mpira kwa ajili ya appearance kwa maana ya kukamilisha, maana ya charity, ndio tunaenda tuna tunawapa nafasi. Kwa hiyo watacheza wabunge, watacheza mawaziri, watacheza wachezaji wa mpira wa ligi kuu mpaka wachezaji wa kikapu ambao wana passion na mpira wa miguu sii, tutawalika kwenye timu yetu, kiasi gani kushuhudia mechi charity kama hii msimu wa kwanza, unaona namna ambavyo na Aisha kwenye It's a very good thing actually kwa sababu kwanza tuna tunashuhudia vipaji ambavyo pengine vimechelewa kutengenezwa au kuonekana, not, not kutengenezwa kuonekana kwa sababu kipaji tayari unakuwa nacho. Mpira um, wetu kwa upande wa kinadada sasa hivi uh, umekuwa mkubwa, na kadiri ambavyo tunaendelea kuwaonyesha kuhunye, kwenye platform kama hizi tunaendelea kuwaexpose huko nje. Imagine tulikuwa na striker wa Al Nassr leo hapa Clara, Al Nassr ya wanawake, striker wa Brighton and Hove Albion yuko hapa, top scorer wa ligi kuu ya wanawake Tanzania, ma MVP, walinzi bora makocha wa daraja ya juu ambao wamejitokeza wame kwa ajili ya kuwa support, ni kwa kiasi gani tunaweza kuwauza huko nje, exposure ambayo anayo, mfano Clara na, na, na, na, uh, na Aisha kwenye, kwenye mpira wa wanawake, kwa sababu wao wanacheza nje tayari na wanapata nafasi kwenye timu zao, wanaonyesha inawezekana. Ikawa ni spotlight kubwa kwa wachezaji wengine wako hapa, kwa sababu tunaamini kuna taasisi za kimataifa ambazo zilikuwa zinafuatilia, you never know. kwa upande wa muziki kina Frida Wachezaji wa mpira wa miguu wengi tunajua ni mashabiki wa muziki. Wanapenda singeli, tumeona wamepigwa singeli, wanapenda hip hop, wanapenda bongo flavor. Leo wamepata kushuhudia upande mwingine wa Frida kwamba pamoja na kwamba anaimba hip hop, ni mchezaji kumbe, uwanjani amegusa mali, umeona uwanja mzima ume, umeamka umeshangilia, dakika zake kumi tu zilikuwa zinatosha, kwa sababu amegusa mara mbili dakika kumi, lakini umuhimu wake uwanjani umeonekana, Frida eh, na alikuwa amekula usinga, kitambaa vibe bwege, sio kama umeelewa lakini nafikiri kikubwa ni lengo la kwanza ambalo lilikuwa ni charity limekamilika, limekuwa zuri, mwitikio wa watu ulikuwa mzuri licha ya kwamba tuko kwenye siku kuu, lakini mtoko wa weekend umepatikana. Jambo la pili la ku expose na kufikisha kwa, kwa watu kuhusu uh, taswira ya mpira wa miguu kwa wanawake limekamilika. Lakini jambo la tatu na uhakika kwamba mechi itakayokuja ya pili itakuwa ni mechi nzuri sana kwa ajili ya ya, ya, ya charity nayo kwenda. Kwa hiyo kikubwa ni charity jambo limekuwa. Alhamdulillah tumeshuhudia mechi nzuri kusema kweli. Kuna siku Hashim Ibwe naye atajitosa kwenye hiyo labda mechi na. Ah, mimi ngoja niwaambie ni ukweli. Hii ni ni, ni, ni ukweli kabisa, yeah. Tumeshazungumza sio mara moja au mara mbili mimi na mimi na Ali, yeah. Tunatoka wilaya moja wilaya Mwanga mkoa Kilimanjaro, sawa so, sawa so. Kwa hiyo tulikubaliana kwamba hatuna timu ya ligi kuu. Hatuna timu ambayo inacheza hata ligi daraja la kwanza. Sawa? So. Kwa hiyo tunatakiwa kama watu ambao pengine tuko tushaonekana sasa tuko kwenye mpira huku lakini mkoa wetu hauna, tupambane basi, tupeleke kitu pale. Kwa kuna mechi ambayo tutaipeleka pale Kilimanjaro kwa ajili ya watu wa Kilimanjaro, mimi na Ali Shabani Kamwe. Lakini kupima hilo, tutaanza kwenye mechi ya tarehe tano ya wape tabasamu mwezi ujao, ya timu Kibwana na timu Jobu. Kwa hiyo mimi kocha wa timu Kibwana, Ali kocha wa timu Jobu. Kwa hiyo tutapimana hapo. Last time nilifungwa kwa kweli siwezi kuelezea matokeo, hali ilikuwa ni mbaya. Hapana, hawezi kujiuzulu. Timu za waandamizi huwa ni yeah, yeah, hey, mpaka, mpaka ufe. Eh, timu za kiandamizi mpaka ufe ndio unaweza ukaachia timu, vingine hivyo mpaka watu labda waseme hatukutaki. Yes, si wachezaji wetu wote wanaripoti kambini leo, makadirio mpaka saa mbili kamili, kila mchezaji anatakiwa amefika kambini. Kesho rasmi tunaanza mazoezi asubuhi na jioni, kwa sababu tukianza lazima tuanze kidogo juu alafu tutaendelea taratibu taratibu kwenda kwenye mechi yetu. Mechi moja tunacheza nyumbani, mechi inayofuata tutacheza away. Tutajitahidi, tuta kwa sababu tunajua lazima tushinde hizi mechi mbili. Natarajia tushinde hizi mechi mbili, kwa hiyo We'll do our best lakini timu inaingia kambini leo kuripoti, kesho rasmi tunaanza ma, ma, ma, mazoezi. na Faisal Sufi amekuwa gumzo sana South Africa kule, kuna watu habari mbalimbali wa Kusini, unajivunia kiasi gani? sio najifurahisha, na mchezaji kwamba tuna mchezaji kariba hiyo, na nishali sema hili, sio sio jambo mbao, nimesema mara moja au mara mbili, kwa sababu of course ukiwa na kitu kizuri uhitaji piara nyingi au kuwapia walai, anajua hapana. Faisal ni mchezaji mzuri na ame prove lakini nafikiri mchezaji ambaye amezungumzwa zaidi Afrika Kusini ni Pascal Msindo. Msindo ni miongoni mwa wachezaji best sana ambao tuko nao nchini, ni miongoni mwa wachezaji potential sana kwenye kikosi chetu, na tutamlinda kwa gharama yoyote kuhakikisha kwamba anaendelea kuitumikia Azam Football Club, na tutakilinda kipaji chake, iwe ni kwa dua, iwe ni kwa hela, iwe ni kwa ngumi, tutalinda kwa namna yoyote ile, chow, chow. E, Msindo, e, Pascal Msindo, Msindo ameanza kuzungumzwa kwa ukubwa hii misimu miwili, lakini msimu uliopita nafikiri alikuwa bora kama ambavyo wanafanya msimu huu, na hata mechi ambazo ameitwa national team amekuwa ni mchezaji ambaye anafanya kazi nzuri sana. So watch out guys. Hapo kwenye swali langu mimi nauliza kuhusu kulinda kipaji chake kwa hali na mali, ni Pascal peke yake au na wengine? Of course si wachezaji wetu wote wana, si wachezaji wote ni wachezaji ambao wana, wana talents za hali ya juu na wachezaji wazuri sana lakini shida kwa kwa, kwa, kwa soka letu ni kwamba mchezaji mmoja anapoanza kuingia kwenye midomo ya watu, hiyo ni kitu kingine kwao. Ndio maana tukasema tutajaribu kwa namna inavyowezekana kumlinda ili aendelee, ah, kubaki kwenye kiwango chake alichokuwa nacho, ili atugee kile ambacho sisi tunataka kama team. Filosofi. Filosofi. Yeah, of course. Kwa sababu South Africa wameongea sana Kiingereza huko, mchezaji wa Kiswahili anaongelea kwa Kiingereza ugope ushtuki. No, yani ujumbe wangu uko clear Anazungumzwa sana, wachezaji wengi, sio Azam FC, wengi wa nchi yetu ambao wamezungumzwa sana midomoni, mwisho unakuwa sio mzuri. Mwisho wa siku unakuta mchezaji ni wa benchi, mchezaji ni wa starehe, starehe, mchezaji ni wa nini, unaruhusu hata ile hali ambayo anaifikiria alikuwa ameificha, inatoka, inapanda kwenye kichwa chake. Ndio maana mimi ambacho nakisema ni kwamba tutajaribu kulinda wachezaji wetu physically, emotionally, financially, na hata ikibidi kuingia kwamba inabidi tukae kitako na mashehe wafanye dua tutawalinda wachezaji wetu wote, tunaanza na Msindo kwa sababu ndo ameanza kutajwa tajwa sana. Sisi wachambuzi wa mambo kwenye ile anniversary ya Faisal, tukaona ni kama kuwakumbusha watu kwamba Faitoto ana mkataba mwaka mmoja. Hiyo ni kweli, uko sahihi? Ah, ni kweli hiyo, eh? ni kweli. Kwa kama watu wanataka kuja waweke hela, kwa kweli hey, of course, kwa sababu sisi hatuna ubabaishaji, hakuna yes. timu ambazo zinaonyesha interest ya kumhitaji kuleta omba, uh, pale kambi. Hakuna timu yote ambayo imeleta ombi la kuja kuomba huduma ya Faisal sio ndani wala sio nje guys, hamtasikia hii kauli kutoka kwa mtu yoyote. Nazungumza kama MCO wa timu. Hakuna timu yoyote iliyokuja ikaleta ombi la kupata huduma ya Faisal Salum, iwe ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania. Hizo zinazozungumzwa zinazungumzwa tu kwa sababu ukiwa na mchezaji potential obvious, lazima watu watazungumza. Bilioni mbili nukta tano nne. Ruksa wapite, sio wana sheria wetu wanaongea Kiingereza na Kireno. E, kama mtu ni bingwa kuzunguka azunguke, sio tusiye tukaonana tu wabaya, au kwamba jamani hekima sijui itumike, sisi utaratibu hatuna, anayemtaka aje. Na sisi shari tunapenda ah, pinda, hmm, si shari tunapenda. Na kwambieni, haki ya Mungu hakuna timu iko sawasawa kwenye mizengwe kama Azam FC.